Karibuni tena katika mfululizo wa vipindi vyetu kutokea kwenye YouTube channel yetu au kwenye TV yetu ya kilimo cha. Hakikisha una subscribe ili uweze kuendelea kupata taarifa zaidi. Leo tunaendelea na zao lingine, tulitoka kujifunza mazao ya zao la nyanya, sasa leo tunaendelea na zao lingine la mahindi. Zao la mahindi ni pia ni zao ambalo ukiliwekea mkazo, inaweza likileta tija katika mafanikio, kama unavyoona haya mahindi yetu yamepandwa kwenye drip irrigation system. Hapa panatumika mara nyingi kwa mazao ya nyanya, lakini baada ya kutoa nyanya na washauri wakulima kuweka mazao ambayo yataweza kuleta chakula, kwamba tunajua unapotaka kuinvest lazima utatumia nguvu kazi au human resource. Kwa hiyo human resource sana sana pia itahitaji chakula hiyo nguvu kazi ambayo unawekeza hapo shambani lazima itahitaji chakula. Sasa ili kuweza kuweza kuendana vizuri na hizi kosti za uzalishaji, lazima ujizalishie chakula cha kutosha ili vijana wa, waweze kufanya kazi vizuri hususan uh, katika swala la mahindi, kuna wadudu ambao wanasumbua sana, ambao hao wadudu wanaitwa fall armyworms au viwavijeshi vamizi. Hawa wadudu ni hatari sana. Endapo utawaacha kwenye mahindi, ndani ya muda mchache wanakuwa wameshaharibu taswira yote ya mahindi yetu. Kama unavyoona hapa, haya mahindi yalipata changamoto au yana hii changamoto, na hususani sisi kama kilimo cha, tunaangalia zile dawa ambazo zinaweza zikaleta tija katika kusolve hili tatizo. Kama unavyoona hawa wadudu wame wameshambulia. Kwa hiyo leo tumekuja na solution au tuseme ni njia ya kuweza kukomboa hii project ili iweze kuwa iweze kuleta faida na kuleta tija. Uh, kwa leo tuna product yetu kutoka kampuni ya Agribase Bioscience International Limited. Hawa jamaa wanatengeneza dawa moja inaitwa Shujaa Power. Shujaa Power ni dawa ambayo ina mchanganyiko wa sumu aina mbili. Ina emamectin benzoate ambayo yenyewe ina 40 gram per liter, lakini ikiweko na indoxacarb ambayo ime contain kiwango cha gram 160 per liter na jumla kutengeneza 200 SC. Kwa hiyo Shujaa Power ni dawa yetu pendwa leo ambayo nataka kuizungumzia hususan katika swala zima la ya, kukabiliana na wadudu wa follow up wao viwavijeshi vamizi hakika hii dawa imeleta matokeo makubwa sana kwa mashamba mbalimbali mbali ya mahindi. Leo na introduce Shujaa Power ah, uh, katika kuielezea machache, Shujaa Power ni dawa nzuri ambazo itaweza kukontrol hao wadudu na kuisha kabisa shambani. Kwa hiyo tumemletea ndugu mkulima, ili aweze kuitumia hii dawa, inaweza kumletea matokeo Hakika kama unavyoona haya mahindi yameteseka vya kutosha, lakini mkombozi amekuja, Shujaa Power. Kwa hiyo nawashauri ndugu wakulima waweze kutumia product ambazo zinaleta tija. Kuleta tija, kwa maana kwamba unafanya kitu ambacho kina uhakika na uhakika unatokana na unavyofanya choice ya dawa. Dawa ziko nyingi sokoni, lakini nini unaangalia? Sisi tunaangalia hizi molecule au hivi viambato ambavyo vinawekwa kwenye kwenye dawa na kutengeneza hiyo sumu ambayo itaweza kukontrola wadudu moja kwa moja. Kama unavyoona shamba la mkulima ni kubwa ni, eneo ni kubwa sana, eneo ni kubwa, kote huko kuna mahindi. Kwa hiyo tumeweza kumpatia hii Shujaa Power na imani, tutarudi hapa tena baada ya wiki moja, hii tuja kuangalia matokeo zaidi lakini hatuna shaka na Shujaa Power kwa sababu ishafanya kazi kubwa sana katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo nitaki kuwashukuru, msisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Kilimo Cha ujipatie elimu na ujifunze mbinu bora za uzalishaji wa mazao. Asanteni sana, naitwa Mr. Mdoka Bakari, ni agronomist katika katika channel yetu ya kilimo so cha na, pia usisahau kusubscribe. Asanteni sana.